Yoeli sura ya pili mstari wa 28 na ule wa 29, mwanamke na utumishi, mwanamke na utumishi. Na mimi nitapenda kusoma fungu hilo kabla sijasema chochote, neno la Mungu linasema hata itakuwa, nisaidie kusema, hata itakuwa. Nabii Yoeli kwa Roho Mtakatifu anasema hata itakuwa baada ya hayo ya kwamba nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili, na wana wenu waume kwa wake watatabiri, wazee wenu wataota ndoto na vijana wenu wataona maono. Tena juu ya watumishi wenu wanaume kwa wanawake katika siku zile nitamimina roho yangu. Roho Mtakatifu, nina kushukuru sana, asante kunipa nafasi ya upendeleo niseme neno lako la uzima. Unasema ikiwa yuko nabii miongoni mwetu aseme ndoto yake na unabii alionao. Lakini yule aliye na neno lako aliseme neno lako kwa uaminifu, na mimi mejira haya nataka nikaliseme neno lako kwa uaminifu. Kwa uaminifu kwa ajili ya utukufu wa jina la Mwana Kondoo Yesu Kristo, nisaidie mshiriki okwa mahali hapo kusema Amina. Amen. Yoeli, ni- nikushukuru mkurugenzi kunipa nafasi hii Yoeli nabii anazungumza huduma au utumishi ulioko ndani ya wanaume na wanawake, na anaonyesha kwamba Mungu ni Mungu asiyebagua utumishi. Kwenye fungu hili anazungumza huduma mbili kwa wakati mmoja, anazungumza huduma ya unabii kwamba ipo juu ya wanawake na ipo pia juu ya wanaume anazungumza kwa habari ya utumishi anasema watumishi wenu wanaume kwa wanawake, nitamimina roho roho yangu juu yao, na hili ni jambo ambalo lilitimia siku ya Pentekoste, siku ile Roho Mtakatifu aliyoshuka rasmi juu ya kanisa la Kristo. Kwa hiyo Yoeli akiwa amevuvia uvuvio wa, wa Roho Mtakatifu anazungumza kwamba kuna utumishi juu ya wanawake na wanaume. Tunaenda sawa sawa? Washiriki, tunaenda sawa sawa? Nikikuacha hapa mwanzo huko, nitaka kuwa ninaelekea, nitakuwa ninakimbia mbio za farasi, kwa hiyo ninaomba unisikilize kwa makini ninapojenga msingi huu. Kwa hiyo anazungumza kwa habari ya utumishi upo utumishi ndani ya wanawake na wanaume na hakuna ubaguzi katika utumishi huu wa Mungu. Tunaona anasema kwa habari ya manabii, manabii wamekuwepo, manabii wanawake na wanaume toka enzi na enzi. Leo akinuka nabii wa kike sio jambo jipya. Hata mke wa nabii Isaya alikuwa ni nabii wa kike, walikuwepo manabii kama akina Debora, walikuwepo manabii wengi katika historia ya Biblia. Kwa hiyo leo tunaposikia utumishi wa manabii wa kike sio jambo jipya, hata tuwakatae. Tunapaswa kuwapokea katika jina la Yesu. Lakini anazungumza sasa kwa habari ya utumishi, anasema juu ya watumishi wenu wanaume kwa wanawake. Kwa hiyo wako watumishi wa Mungu wa kike, haleluya! Wanawake wanaweza wakasimama kama watumishi wa Mungu na ukiangalia sasa, kwa mujibu wa maandiko matakatifu, Biblia nzima imejaa watumishi wanawake wakifanya mambo makubwa na ya ajabu sana. Biblia nzima, agano la kale, agano jipya, unaona namna ambavyo Biblia inaonyesha wanawake walitumika katika utumishi mbalimbali. Mathalani, mitume wakati Yesu anaangikwa pale msalabani, mitume wote kumi walikimbia, lakini walikuwa wanawake watatu tu waliofuata Bwana Yesu alipokuwa anaelekea msalabani. Simshangilie jamani, yaani mianaume na suruali zao ilijificha, lakini wanawake wakajitoa muhanga kusema tunaenda kuushangilia ukombozi wa mwanadamu pale msalabani. Sasa pamoja na kwamba Bwana Yesu aliwaambia mara kwa mara kwamba nitasulubiwa, nitakufa siku ya tatu, nitakufa siku ya tatu, nitafufuka, lakini wanaume wote waliingia mitini. Wanawake watatu tu walimsindikiza Bwana Yesu. Huni utumishi ule utukuka sana kwa ajili ya wanawake. Haleluya, wanawake hawa, hata Yesu alivyokufa, alivyozikwa, walikuwa ni wanawake hawa hawa walioenda kufuatilia ikiwa Bwana Yesu mkombozi wa ulimwengu kama amezikwa maziko stahiki, maana kifo chake, unajua kilikuwa ni kifo cha aina yake sana. Kwa walikuwa ni wanawake ambao walienda kufuatilia hivi, huyu mkombozi wa ulimwengu amezikwa maziko stahiki. Maana ndani yao walikuwa na utambuzi, walikuwa wanatambua kwamba huyu ni mwokozi wa ulimwengu nani hao walikuwa wanajua kwamba huyu ni, kwa ni mkombozi wa ulimwengu. Kwa hiyo akataka kufuatilia, je, huyu mkombozi wa ulimwengu amezikwa maziko stahiki? Walikuwa ni wanawake, wanaume wote wamefyata mkia. Haleluya! mimi sijui kama niko na wanawake hapa wanaojitambua kweli. Bwana Yesu anafufuka, alikuwa ni mwanamke Mariamu Magdalena ni alikuwa mtu wa kwanza kupewa taarifa kwa habari ya ufufuo, na anaambia nenda sasa, ukawaambia wale wanaume waliojificha muda wa siku hizi tatu, nenda ukawaambie kwamba nimefufuka na tukutane Galilaya. Haleluya, ni jambo la ajabu sana kwamba kuna utumishi uliotukuka sana ndani ya mwanamke, ambao inawezekana jamii yetu na makanisa yetu hayajui ipasavyo, lakini ninamwomba Mungu kupitia kongamano hili utoke na kitu cha kuusaidia kwamba wanawake ni watu wa thamani sana kwenye jamii na kwenye kanisa. Sasa mimi nitataka nizungumze kwa habari ya mwanamke na utumishi. Mtumishi wa Mungu ni mtu wa aina gani? Nadhani hilo ndio jambo la kwanza ambalo tunapaswa kujiuliza. Tunapozungumza kwamba huyu ni mtumishi wa Mungu, tunapata taswira gani? Tunapata kujua huyu ni mtu wa aina gani? Haijalishi ni mwanamke au mwanaume. mtu mmoja anisaidie kujua, mama Isaya, mtumishi wa Mungu ni mtu wa aina gani? Tunaposema huyu ni mtumishi wa Mungu, tunamaanisha nini eh? Anasema mtumishi wa Mungu ni mtu yule ambaye amemkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Nadhani ni jambo ambalo linajitosheleza na unaweza kumshangilia Bwana hata kwa ajili ya hilo. Yeyote aliyezaliwa mara ya pili huyo ni mtumishi wa Mungu. Lakini kuzaliwa mara ya pili watumishi wa Mungu sio jambo ambalo linajitosheleza. Lazima tuelewe majukumu ambayo unapaswa kuyabeba ukiwa umezaliwa mara ya pili. Nilikaa mimi kanisani baada ya kuwa nimebatizwa, nilikaa nadhani miaka kumi na saba karibu kumi na tisa sielewi nini ninacho ninachopaswa kukifanya kanisani, kwa sababu nilikuwa sijawahi kufundishwa kwa habari ya utumishi, nilikuwa sielewi. Makanisa yetu mengi huko tulikotoka ni makanisa ambayo, mpo kanisani, huelewi wajibu wako kwenye wokovu ni nini, huelewi kama na wewe ni mtumishi wa Mungu. Sisi tulikuwa tunajua tu mtumishi wa Mungu ni mchungaji mwinjilisti labda kidogo na wazee wa kanisa. Lakini sisi wengine tumetoka kwenye makanisa ambayo hata wazee wa kanisa kuomba hawajui kukemea pepo hawajui, wakiambia kukemea pepo, unaona wanaanza kushtuka kushtuka shtuka, pepo likianza kushtuka. Kwa hiyo unaona, utumishi sio jambo ambalo lilikuwa limefundishwa lime vizuri huko tulikotoka. Lakini ninachotaka kukitambulisha hapa ni kwamba mwanamke ni mtumishi wa Mungu. Nasema mwanamke ni mtumishi wa Mungu mwanamke aliyezaliwa mara ya pili ni mtumishi wa Mungu ambaye amebeba kusudi la Mungu ambalo anapaswa kulikamilisha awapo hapa duniani. Kwa hiyo lazima hili jambo uweze kulielewa. Mwanamke ni mtumishi wa Mungu, ni mtumishi kwenye kila eneo la utumishi. Kwenye kanisa ni mtumishi kwenye eneo la utume, unabii, uchungaji, uinjilisti, ualimu, uzee wa kanisa, ushemasi, uibaji utoaji, kila eneo la utumishi. Mwanamke aliyezaliwa mara ya pili ni mtumishi wa Mungu, lakini mwanamke amebeba utumishi pia hata kwenye jamii, amebeba utumishi mkubwa sana kwenye jamii, na hiki ndicho ambacho nataka nizungumze nanyi wanao ngeepo kwenye kongamano hili la mwaka 2025. Na, na haleluya! Sasa kwa ajili ya somo hili ninavyovipengele vipengele vinne ta tavizungumza kwenye kongamano hili kipengele cha kwanza mwanamke ni nguvu na kielelezo cha mfano kwa hiyo andika hicho ndio kipengele ambacho tutaanza nacho leo mwanamke ni nguvu na kielelezo cha mfano tunapozungumza kwa habari ya mwanamke na utumishi nataka nianze na kipengele hiki kwamba mwanamke ni nguvu na kielelezo cha mfano. Na sasa mimi ninapozungumza kwa habari ya somo hili, ninapozungumza kwa habari ya wanawake, nina makundi manne ya wanawake walioko mahali hapa ambao ninazungumza nao, na bahati nzuri sasa sambamba na makundi haya manne ya wanawake, tupo wanaume ambao ni wajibu wetu kusikia haya, tujue wakati mwingine, maana sio wanaume wote walioko hapa wake zao wako hapa. Kwa hiyo tutakuwa mabalozi kwa wake zetu tutakaporudi majumbani mwetu, tuwasaidie kujua ya wapasayo, katika jina la Yesu. Kundi la kwanza la wanawake nitazungumza na mabinti. Kundi la pili la wanawake litazungumza na wake za watu. Kundi la tatu la wanawake litazungumza na wake za wachungaji. Kundi la nne la wanawake litazungumza na wachungaji wanawake. Utakuwa umenielewa hapo, utakuwa umenielewa. Kongamano maana yake ni ni, ni ni ni ni mkusanyiko wa watu ambao wanaku